Safari mwenyewe? Ah, salama kaka. Mishe vipi Fresh mzee. Kama kama umetupia bla. Ah, mdogo mdogo tumekuja kujaribu, naona unakuja no, no kusapoti mdogo wako. Eh, na kuja kusapoti, no, unajua ni jukumu langu eh, na ni mda wangu wa kusapoti, yeah. Yeah. Kitu ambacho unaweza uka kuhusiana na hii tukio, unaandaa kitu gani? Mimi tawaambia tu tukio ni kubwa kama jinsi mnavyoona, kwa waje tu waje wakashuhudia ambao walikuwa hawajafikiria kuja waje E, wakipitisha leo basi nadhani kuonana tena hapo ni Mungu akipenda. sawa okay. Kwa upande wako wewe, kama wewe unazungumzaje kuhusiana na hili ambalo limetokea kwa bodigadi wako, bodigadi kafanya kitu kikubwa, kwa sababu sinajua haya ni majukumu ya kila mwanaume okay. Kwa hiyo mimi nimeshukuru, kwa sababu mefanya kitu ambacho kinahitajika mwanaume kufanya yeah. Sawa, kuna mmoja ya tetesi ambazo tumesikia na amewahi kudondosha kwamba kuna kitu ambacho mnakiandaa sasa hivi. Kwako kwa wewe pia unawezaje kuambia watazamaji kwa private private Go, public, na kwa kuweka public inakuwa ni ngumu kwa sasa. Okay. yeah. hivi ukubwa zaidi kitu ambacho unaweza ukaambia wana kuhusiana. Okay. na neno la mwisho kwa kuingia kwenye tukio. Ah, mimi nitawaambia tu nawapenda na nimekuja kufanya vibe basi. Okay. Labda la, na mimi na swali moja. kwamba nini kinaendelea kati yako wewe na Ibra?

Ah, mjini lazima si niwepo mjini kwa sababu natakiwa na cheche mazingira kila time. Ni kawaida a msanii anabadilika badilika, usizoeleke sehemu moja, na tutegemee kitu najikuta mimi ni mkubwa kwa sababu kila time unafanya <laughs> na, kitu, kitu, na, kitu watu wananifuatilia, ndio maana napenda kitu tunachokifanya kitu, kitu, kitu, kitu, kitu. E, e, si mengine ataendelea. Jamani, tunawahi kwanza, muda tunawahi, kama ongea na bana.